Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako, ingia barabarani. Kwao waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa, nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi. Na halafu, kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa, kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa, magari ya serikali vimeunguzwa, vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na, na, na jina la hayo ni maandamano au ni vurugu? Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.